Wa viongozi hao wenye wanatupea kazi bila kujipanga, watulilie sisi maslahi zetu na walilie watoto wetu pia. Wakitupea hii kazi, wanatupea gloves, wanatupea gambu, tuna wanatupea hata tools. Okay, kwa majina anajulikana kama Mwanaisha Twaha mkaazi um, wa hapa Bondeni na community leader, na pia ni village elder hapa Bondeni uh, tunafurahi sana kwa kuja kusafishiwa mitaro na MCA wetu akishirikiana na Mama Susan. Uh, japokuwa ndio haijangara kabisa kulingana na zile manyasi na nini sasa, so, tunaomba wakati mwingine tena wapange tena, hizi manyasi zitolewe zote hizi mitaro zitolewe. Kuna mama ambazo ziko mpaka kwa Calvert na sasa, hizi tunaona kwa, kwa, kwa hizo vifaa hakuna zitolewe, alafu pia zikishatolewa hivyo kuwe na ile gari ya kaunti ya kubeba takataka zikitolewa kwa mtaro zinawekwa kwa gari ndo zinaenda kupelekwa ukioto, maanake zikibakia hapo hivyo juu zitarutana bado kwa mtaro, ndo maombi yetu. Lakini tunashukuru sana kwa kazi nzuri ya MCA wetu Fadhili ametukumbuka. Okay, kabla hapo kuna ile ki kikundi ambayo ilikuwa inajiita Mazinet na tuliona kuna wakati ilifanya hapa kazi mzuri sana, na ilikuwa inafanya kazi safi sana, na ilikuwa na mpangilio na hawakuwa kwa serikali mali yoyote. Waliweza kuorganize ma truck zikakuja zikangarisha mtaa. Kukangara zaidi vipi? Kuhusu hilo jambo, na tunaona Bwana Fadhili ni mtu akao kwa, kwa serikali, ni mtu ambaye angekuwa ameweza kujipanga kuhusu hilo jambo. Mbona akafanya haraka haraka hivyo bila mpangilio? Uh, kusema kweli, sitaki kutetea upande na no upande hii uh, imagine wakati walikuwa wanakuja kufanya hiyo usafi, ilikuwa ni clean up. Unajua kuna ile clean up ambayo kwamba imepangwa, so hiyo clean up ndio walikuwa wanakuja kufanya. alafu hata umesahau kuna na Bidii Yangu group ambayo kwamba inajiita Bidii Yangu, hao walikuwa wanakuja kufanya, walikuwa kisafisha gamitaro. Ikafika mahali tukaitwa watu wa maplot landlords, tuwe tunatoa kila plot inatoa 300, tunalipa hawa vijana. in fact mimi mwenyewe tumelipa hao vijana like three times but hawakoi kutengeneza mtaro yetu. Hata nikagombana na wao nikauliza, wakati mliko hamlipu mliko mnafanya sasa hivi mnalipo hamfanyi tena. Sasa sijui ilipoingia mambo ya pesa hiyo, nazungumzia kuhusu bidi yangu. Sijui ilipoingia mambo ya pesa wakakosana. Mazidi na walifanya kazi mzuri na wakaweza waka kuleta huko matrak, mtaro zilikuwa zinatolewa yeah. Ikiwekwa kwa lori iko, iko mpaka evidence tukirudi kwenye mtandao ndo yeah. Nakuuliza tu ulikuwemo, nilikuwa usi, yeah. Usije uka nini ndo yeah. uh -huh. Pale nimekuambia mm -hmm wakati Marzenet, hiyo group ya Marzenet unajua, kuna Marzenet na nimekuambia bidii yangu. Wakati Marzenet waliona kwa kuwa kuna bidii yangu mgogoro ikaingia hapo ndani, cause members hawa hawa wa bidii yangu ndio walikuwa kwa Marzenet. Mimi najua I am a member of the Marzenet group so, walipoona kwa kuwa kuna hiyo mvurutano unajua, pale kishenge mambo na fedha, kuna kwa kanile, sisi ndio tuliaza, sisi ndio tunaweza hivyo so habari ya Marzenet hata

Bwana Fadhili ushauri, kwa kuwa si unaona ameifanya haraka haraka, unaona kama saa mm -hmm. hizi uchafu inatolewa inacho tu kando mm -hmm. alafu kisha unasikia ni kazi ya siku moja ikishaachwa mm -hmm. hivyo itarudi tu kwenye mtaro mm -hmm. hakuna kitu ambacho itakuwa imeweza kusaidia. Unajua utaratibu ambao wangetumia ni kama maznet vile walikuwa wanafanya kuna jiandaa na matrak nini, uchafu inaondolewa ikibebwa, ikiondolewa kwenye mtaro. Lakini kitu kubwa, mtaro zimeng'ara, ndio, lakini uchafu imebaki pembeni mwa mtaro. Wakati wananchi wanapita pale kando, zinaenda zikirudi, inarudisha uchafu. Vipi kuhusu hilo jambo? Okay, mimi mwenyewe nimezungumza na fadhili kuhusu so hiyo mambo ya takataka kubakia kwa mtaro so, nimemwelezea akasema atazungumza na kinaamiani wakona ile trakta yao Watakuja sisi hizo takataka zitakuwa pia zimekauka, alafu watazibeba. Hiyo hiyo swala ya kuhusu takataka kuingia mtaro nimemzungumzia saizi hizi, nikamwambia hizi takataka ziko hapa hivi zitarudi kwa mtaro. Akanihakikishia kwa kuwa atazungumza na Amian alafu atakuja wazichukua hizo takataka. yeah. Okay, na tukiangalia Eh, ni jambo gani imefanya hii usafi iweze kufanywa kwa haraka hivyo? Kuna jambo gani geni ambalo linakuja? Kuna jambo mpya tunatarajia? Uh, mimi kukisia kwangu kimimi ki na dhani ni vile kutakuwa na wale watoto hara kutoka kesho, wanatoka kesho na kutakuwa no, na wageni unaona, so wageni wakikuja wakute at least. Ni wageni wapi? Maybe unge wa mention unajua siko si, si katika hiyo kategori ya kumenshon wageni wale watakuja siko kwayo, but kawaida wakati huwa tunaenda kwa hiyo watoto kutoka tohara kuna wageni wanakuja, wanakuja wa, wa serikali okay. Ministers wanakuja wa county si wa Kenya si wa national ministers kina Korea, nani. So ndo tumetengeneza hivyo, at least kwe. Na usafi mtu akikuja koko, tunafagia fagia, haraka, haraka, hapo hivyo tunamaliza hiyo maneno. Unasema wewe ni kiongozi wa mimi ni kiongozwa hapa Bondeni na pia ni village. Village yeah. village elder. Yeah. Village elder. elder. Yeah. Yeah, maana kwa Kwako kutakuwa kusafi wakati kuna mgeni? Hapana. Hapana. Kulingana na okay, acha nikueleze basi, tuanze wakati wa nyuma. mimi nimekuwa katika hapa Bondeni, tumekuwa na kina Gibe, Councilor Gibe. Walikuwa wanapewa pesa specific ya kusafisha mitaro wakati wa kina Gibe, so tuliporudi kwa devolution mtu wa mwisho kuona akisafisha mtaro kupatia vijana wasafishe mtaro. So unaona sasa, inabidi kiongozi anaingia mfukoni mwake anasema hawa vijana watengeneze nini hiyo mtaro, ambapo kwamba mimi nimekwambia na nitarudia tena lawama naweza kurudishia kwa hizo vikundi ambazo kwamba ilikuwa tutawalipa shilingi mia tatu mia tatu. Hata ukiuliza landlord mwingine ambaye kwamba tulifanya mkutano hapa hivi Vlomon, ilikuwa tuwalipe kila plot inatoa mia tatu tuwapatie watengenezage hizi mitaro. So pali walikosea ama walikoseana sijui, but mimi najua tu, ikishaingia mambo ya pesa lazima kunula, tutakaenda kwa treasurer wakati huo mwingine walikuwa kifanya bure bure kabisa. Tukajikusanya tuka, tuka malendo tulijikusanya hapa Blumon, na tukakubaliana na wao viongozi wao, ikakuwa kila, kila plot itatoa 300 300, na ikakuwa mimi niko na receipt ambazo kwamba nimetoa na hawakuwahi kutengeneza hiyo mtaro ya, ya kwetu. Mimi nazungumzia specific, maana kilikuwa tatengeneza mtaro ya plot yako, unaona, hawakutengeneza mpaka nilikuwa nikiwauliza, yani wakati ile tumewapatia pesa ndo hamtaki kufanya na wakati mlikuwa ham... hakuna pesa mlikuwa mnafanya, so tuwaelewe vipi? Tuwaelewe vipi kama we village elder yeah? ungewatetea vipi wana kijiji kama we village elder ungewatetea namna gani? Kwanza tukiangalia maslahi mazingira, ya mazingira ya usafi nini, ungewatetea vipi wewe katika viongozi viongozi? Okay, mimi kama kiongozi... kiongozi na village elder hapa hivi nasikitika sana hata, hebu pitisha kamera yako uone, angalia unaona? hivi ndo tunaishi na, na, tu... na, na, naomba wale officers wako tuje na wao tuingie plot to plot. tujue nani halipi takataka kwa huyo ambaye kwamba halipi takataka ndo anamwaga takataka wapi? Hawa vijana wakanikubalia wakaniambia ni sawa. But hiyo time ya wao kuja tukutane na hao officers. Officers watakuja bila hawa vijana. Hawa vijana ndio wanajua nikina nani wana hawalipi na nani wanalipa. Unaona? Hata kuna pale nyingine nenda kupeleka uone takataka ziko. Unaona? So ile kitu mimi ningeomba hawa vijana wanajiita kazi clean. Hawa vijana ndio wanarokota takataka. Na nilikuwa nimewapatia mawaidha wakiwa na hii bidii yangu washirikiane because unajua, mimi nisipolipa takataka nangojea mvua inyeshe, narusha kwa mtaro. So ndiko nimewaelezea washirikiane, wajue ni nani halipi takataka na yeye ndo anarusha takataka kwa mtaro, tujue tutamchukulia hatua gani, maanake ni makosa. Yani sahizi Bondeni kusemia ile ukweli kumeharibika. So kitu ile iko ni hiyo kazi clean, na hao bidii yangu washirikiane, plus sasa na sisi viongozi tukue kitu kimoja tujue vile Bondeni kutangara. Bondeni ni chafu, hiyo siwezi kuficha. Bondeni ni chafu na bila ushirikiano hakutangara. Mimi ndakosa bado kulipa pesa, nikitaim usiku napatia kijana huyu wa mtaa manaka waiko nimpatie gunia yangu, anaenda kumoga wapi? Anakuja kumoga pali kama hapa ama anamoga, sasa kuna mvua anamoga kwa mtaro, takataka inaenda ina block mtaro. Mvua ikikuja nyingi maji inaingia kwa manyumba. So na upande wa serikali ningeomba um, environment Ministry of Environment wajaribu kushirikiana sasa na watu kama sisi huko mtaani, ndo tujue vile tunaweza kutengeneza hii. eh, unajua si kila kitu tunaweza kutegemeaga pia wanasiasa. Fadhili amejaribu yake ya leo, unaona, but kesho sini sisi enyewe saa tunatakasi enye, enye tujisimamie na in fact hata hiyo wakati tukizungumza habari ya landlords mpaka Fadhili ali, ali insist sana akasema tushirikiane unaona so hiyo kushirikiana ndio sijui watu hawaelewi ama ndio hawataki hapo ndo kuna shida mimi niko na ushahidi ya hizo risiti nililipa na pali yetu ikakuwa hawatengenezi yeah. okay, tukimalizia Uh, umesema tuko na wageni siku ya kesho yeah? Ndio maana usafi imeweza kufanywa vile. Vile mimi nimekisia ni vile tutakuwa na wageni na kulingana na ukiwa na wageni watakuja kwako, at least unasafisha. Sijasema ni specifically juu ya wageni kesho, usiweke maneno kwa mdomo yangu. Tutakuwa na wageni kesho, na kama kawaida vile hiyo tukibrief Okay, kama, ina inamaana kama wageni hawange kuwemo hizi kazi ya zingetokea? No, hiyo ni kitu ambacho kwamba kulingana na hiyo so, so umerudisha tera nyuma mm. Tuko tumeshaongea na Fadhili. Kuna wakati ile mvua ilimenyesha hapa hivi, in fact hapo kwetu sana ikaingia ikaingia huku pandia CXC, na huku watu wa mbele huku Martin Luther. Maji iliingia sana so mimi nikaongea na Fadhili nikamwambia hakuna vile tunaweza kutafuta tu token vijana vijana wa mtaro, bidii yangu nini, wame ni kama wame stop na kuna hizo takataka zimefunga mtaro, so tunaweza kutafuta vile tunaweza kusaidiana hizo takataka zitolewe mtaro zikuwe sawa. So unajua hii pesa imetoka kwa mfuko yao, unaona, so lazima awasiliane na watu kadhaa nini na nini ndo pesa imepatikana, yeah. Lakini ni wazo inakoga kwake hata hiyo mkutano ndio nimekuambia. Hata ukienda kwa landlord mwingine ambaye kwamba alikuwa mkutano hapo, Fadhila amefuatilia sana hiyo mambo ya hiyo mtaro kusafisha, nao vijana na malipo yao ameshughulika sana. Kukakuja vijana wa reform, wakawa wanalipwa. Nasikia walikuwa wanalipwa every month wafanye usafi pia mtaro, but sijui tena ilishia wapi hao vijana, sijui ilishia wapi, walikuwa wanalipwa na nani? na MCA au vijana wa reform hapa Bondeni so nene nao waka stop maana kule walikuwa kikuja wanasafisha mtaro wana, wanaenda mwisho wa mwezi wanapewa pesa yao ya, ya kazi yao kwa mfuko ya FCA, si kwa department yoyote, but sisi tunapalilishia hiyo yeah. Ndio shida tumekuwa naye. Asanti kwa muda wako, tutakutafuta wakati mwingine ili utuelezee mahali tunahisia patakuwa pana pengo ya ndo na. naomba sasa sasa tuache ya, ya saa hizi, wakati mwingine utafute nafasi, hata tukwe na hao vijana wa kazi clean, tukwe na hao vijana wa maznet, na tukwe na bidii yangu uje tu, tu, tukizungumza, tukielewana, tukikumbushana, maanake unajua wakati wa siasa pia kunayo kupigana, so inaweza kuwa mtu pengine atawa kupiga fadhili atasema hapana, ikukua hivyo but kila kitu tatoka na evidence. Kama hao vijana, mimi mwenyewe nimewaita mpaka Nyayo Garden, shahidi yangu, uh, ofisi ya Nyayo Garden ya environment, au ni mashahidi wangu. Niliwaita na nikawaelezea, mimi nataka tufanye kazi na hawa ofisa well environment, tuzunguke Bondeni, kila plot, kila plot tujue nani halipi na achukulia hatua, maana kitu tumesema wakisha ambia walipe, tukikuta takataka hapa wewe mwenye haulipi ndio umemwaga takataka. Unajua hawezi, hawezi kulipa takataka -taka kwa kazi clean, alafu ulipe huyu kijana wa mtaa aenda kamwage nini, kijana waa, kijana wa mtaa wa, mta wa umpatie tena shilingi ishirini aenda kamwage pali open space palie, si ni kweli? So hiyo ndio naomba next week tukutane kazi clean tukutane na bidii yangu, tuzungumze kila kitu, ndo sasa ikuwe wazi na ndo nafikiri raia wataelewa, hii si mambo ya siasa, una ikiingia a kosano tu kidogo hivi kila kitu yeah. Tukifunga wanasema hapo kwa siasa hmm. amwezi mko hapa wananchi pesa bila kuchafuka hatuwezi, uh -uh. Hatuwezi maanake, unajua ni nini, kama nimekuelezea fadhili, hiyo kitu imekuwa kwa kichwa yake nasi atina mtetea. Unajua watu wanajuaga ati mimi ni mtu wa fadhili, but ikifika ni mambo, naona kama hiyo story ya environment Waalaikumsalam. Mi siku mwelezea siku hata si, si, ajui kama nishaenda kwa kmodo na tukazungumza kuhusu mambo na au vijana nikitaka wakuja tuzunguke. Hakuna so, kitu kama hiyo. Hakuna kitu kama hiyo. Yeah. tusiingize tusi siasa kwa kila kitu, maana kesi tunaumia sisi, sisi kama raia wa hapa bondeni ndo tunaumia. Umenielewa? Yeah. Sante, shukran kwa mdako. Naitwa Lydia, nimeitia job ya mtaro leo na tumeishi tukiitiwa, lakini hakuna enye tumepewa, hakuna gloves, hakuna nini, na tumeambia lazima tufanye job ndo tukio mshahara. Okay. Tunaona kama wewe mwenyewe uko kwenye mtaro hauna gloves, lakini uko na gambut, vipi? Kuna mlipo kwa mnaambiwa hii kazi. Mliambiwa mjiandae na nina, nini na nini Tulikuja na kijembe, na kijiko, na kifieki, tukuambia shughuli yote zaidi hapo. Na tulipokuja kwa kazi tumekuta kazi ni mzito, kazi ni kama hii, hatuna gloves, hatuna nini. Lakini tumeambia tufanye ndio tupewe mshahara. Sasa inabidi tujitume tu. Na kazi yenyewe ni ya muda gani? Kazi yenyewe tumeambia ni two hours. Okay, ni siku ya leo peke yake mnaifanya ama mtaifanya kila siku ni wiki mzima ama mnaifanya tu leo kama mmemaliza? Tumeambia tunafanya tu leo, ni kama kibarua. Tunafanya tu leo, ni hivyo mpaka siku nyingine itatokea tutaitwa tu. Vipi, kwa kuwa tunaona kama vile ambavyo uko kwenye mtaro hauna gloves nini, uh, hauogopi unaweza ukawa mgonjwa? Naogopa, naweza kuwa mgonjwa, lakini juu sina kitu na niko na watoto na wanahitaji kukula, itabidi tu nijitume nitoe tu hii uchafu na mkono Nguambia nini viongozi ambao wanawapatia hii kazi? Wa viongozi hao wenye wanatupa hii kazi bila kujipanga, watulilie sisi maslahi zetu na walilie watoto wetu pia. Wakitupe hii kazi, wanatupa gloves, wanatupa gambut na wanatupa hata tools. Eh. Hey. Hiyo ndio tunaweza omba viongozi watusaidie nayo. Juu hii kazi nimeishi nikichapa miaka mingi sana. Hakuna siku nyenye mimi niko na gambut ama tools ama nini nimeleta. Mimi ni elda wa hapa Bondeni na nimefurahi kwa sababu MCA wetu wametukumbuka kujaribu kutuletea maendeleo na pia na, na, na, na msihi azidishe, kwa sababu hapa ndio nyumbani. Asipotengeneza nyumbani, kule anakwenda hawezi kutengeneza. Sina mengi ya kusema. Mimi naitwa Said Abdinur. Vipi kuhusu kazi yenyewe? Tunasikia kazi ni ya siku moja mimi kazi yenyewe imeletwa kwa kuwa kuna wageni ambao wanakuja kesho, hapo Bondeni, kuwatoa wale vijana ambao wamefanyiwa tohara. Ungesema vipi mambo ya usafi, kwa kuwa unaona kazi yenyewe imefanywa kwa kuwa kuna wageni? Ungesema vipi kuhusu hilo jambo? Mimi ningesema si lazima wageni waje ndio tufanywe usafi. Usafi ni kitu ya lazima na ni kitu muhimu eh? Sasa leo ni kwa sababu hao wageni wanakuja ndio wamebabaika, wanashughulika. Je, wageni wakienda, tutarudi vile vile? Kwa nini isiwe na mipangilio, kwa kila wiki inatengenezwa mara mbili, kwa kila wiki inatengenezwa mara mbili eh? Tuone mabadiliko eh, isio mabadiliko ya siku moja kwa sababu wageni wanakuja. Wageni waone tunaketi barabara, ni safi, mtaro ni safi, na sisi wenyewe tumeoza. Okay, ungempatia ushauri gani we mwenyewe, kama mzee, wewe ni elda, ungempatia mshauri gani? ushauri wangu angezunguka aje aangalie, eh, apatane na watu, tuketi chini tufanye mashauri eh, ikiwa kanto imeshindwa, sisi wenye maploti tuketi chini tujadiliane, tujue tutafanya usafi kwa sababu sisi ndo tunaumia hao haumi. Eh, hao watashtukia tena, wageni watakapokuja ndio itakuja na hiyo, si kitu asante. Nimesema asante pia.